Kama viongozi wetu mnataka mimi na Lisu tusimamie uongo, mimi siko tayari kuwa sehemu ambayo na riski maisha yangu, nata wakati wote na windwa alafu nasimamia uongo na ukataa CCM. Mimi na nafasi ya kwenda CCM, nikapata nafasi, nimekataa kwenda kuwa sehemu ya uongo. Hatutakuwa tayari kusimamia uongo. Jambo la mwisho, katika hotuba ya ufunguzi kuna karatasi za madai petition, tunahitaji kila mwanachadema anayepinga, na Mtanzania na maaskofu, mko hapa, nendeni nazo kwenye makanisa yenu, wanaopinga wizi wa uchaguzi wasaini kwenye karatasi za petition, hizi hapa. Vita hii bado mbichi sana, wasijidanganye. Hakuna uchaguzi bila mabadiliko, hauko Na bahati mbaya wamemgusa Lissu. Rais Samia kikimpata chochote Lissu kwenye mikono yako gerezani, utaijibu Tanzania yeah, na utaijibu dunia. Miongoni mwa mambo tunayotaka kubadilisha ni kuwa na mahakama huru ambazo zinaweza kufanya maamuzi kwa wakati. Rais Samia aliunda tume ya haki jinai na ikampelekea mapendekezo. Miongoni mwa mapendekezo ni kwamba mtu asikamatwe kabla ya upelelezi ujakamilika na ushahidi kuwepo. Leo wanamuweka mwenyekiti wetu kwa siku zaidi ya kumi na nne, wanasema wana ushahidi asilimia sitini. Kwa nini, wakati tume ulioiunda ikatumia pesa za walipa kodi ili kuambia kwamba msikamate mtu kabla hamna ushahidi, ili mkimfikisha mahakamani, kesho yake asomewe shtaka lake, aanze kujibu mashtaka yake.